Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Pastor Justin Joseph Kikando, ninapatikana Morogoro, Tanzania. Mahali huduma yangu ilipo ni SUA getini. Ah, leo ninatamani tujifunze kidogo sana, lafu nimepata neema ya kukuombea wewe unaonifuatilia na kunitazama ni muda kidogo ambao sijapata nafasi ya kuongea na wewe lakini leo nitaomba na nita nitajifunza nita, nita kidogo na nitaomba na wewe na kitu ambacho nataka tujifunze leo aa, ni kutoka kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya tisa mstari wa kwanza mpaka mstari wa ishirini na saba lakini tutaenda pia Samweli wa kwanza sura ya kumi mstari wa kwanza au ukisoma kitabu cha Samweli wa kwanza sura ile ya Uh, tisa mstari wa kwanza na na kuendelea utaona kuna mtu mmoja alikuwa Benjamini anaitwa uh, Akishi Kishi alikuwa na mtu na mtoto wake anaitwa Sauli. Maisha ya Kishi na Sauli walikuwa wanategemea kitu kini, punda. Punda waweze kulima, punda waweze kufanya kazi, ili waweze kuishi. Na ukisoma maandiko vizuri utagundua uh, familia ya Kishi ilikuwa ndogo sana, yani walikuwa hawana ukoo mkubwa, walikuwa wachache sana. Utaona uh, sasa siku moja punda wa Kishi walipotea. Baada ya punda wa Kishi kupotea uh, ndipo Kishi akamwambia Sauli mtoto wake amchukue mfanyakazi mmoja, ili waende wakamtafute, wakatafute wale punda, maana bila wale punda watakufa na njaa, maana bila wale punda watateseka sana. Basi wa-, wa, wa wakatoka wakaenda kutafuta wale punda, Biblia inasema wakavuka vilima na vilima, lakini hawakuona punda. Wakaenda huko na huko, hawakuona punda. Sasa Sauli akakata tamaa, akamwambia yule mtu mfanyakazi wake, akamwambia turudi sasa nyumbani, maana baba ataacha kuwaza punda, ataanza kunifikiria mimi. Sauli alipokata tamaa, yule mfanyakazi alikuwa smart sana, akamwambia hapa tulipo, eneo la jirani kuna mwonaji, kuna nabii hapa tunaweza tukaenda kuuliza huko kwa habari ya punda, tunaweza tukawapataje? Kwa habari ya njia yetu, tunaweza tukaielekea ipi ili tupate hao punda walipotoka kwenda kule. Uh, Sauli kwanza alikataa, akasema hapana, hapa tuna fedha, hapa tuna sadaka. Tukienda kule tutatoa nini? na huyu ni mtu wa Mungu, atuwezi kwenda mikono mitupu. Uh, wakati anasema hivyo, yule mfanyakazi alikuwa na shilingi mbili alikuwa na shekeli mbili za fedha ambao alikuwa ametoka kulipwa mshahara na baba yake, akamwambia mimi nitaenda kumpa hizo na huyo nabii hizo, ili atuambie habari ya punda. Ngoja nikwambie jambo la ajabu lililopo hapa. Wakati wanaenda kutafuta huyo punda, wakati wanaenda hiyo, hapo mahali wakafika, wakakutana na wasichana, wakawauliza habari ya nabii, wakamwambia yuko hapo mbele, nendeni. Walipofika wakamkuta Samweli. Sauli akauliza wapi kwa muonaji? Naomba unielekeze. Samueli akamwambia mimi ndo muonaji, pita mbele ili twende, lakini pia nitakueleza mambo yote ya moyoni. Kumbuka Sauli ametoka alipo kwenda kwa muonaji akiwa na hoja yake ya msingi, akiwa na jambo lake la msingi, anataka ajue punda wako wapi, wanaosaidia kulisha familia yake Punda wakuwapi? Wanaotengeneza uchumi wao, punda wakuapi? Sasa walipokwenda pale, muonaje anawambia, twende, nitakwambia yote ya moyoni. Alafu akamwambia kwa habari ya punda wa baba yako walishapatikana, ila twende. Biblia inasema Sauli, Samweli alikuwa siku ile, ni siku ya dhabihu na aliwaandaa watu wake kwamba atapokea mgeni. Basi wakatoka, walipotoka Wakaenda kule juu kulikuwa na chakula special. Tena Biblia inasema paja, utasoma utasoma hapo. Muda wangu ni mchache sana, ninatamani tujifunze kidogo, ili twende tukaome. Utasoma hiyo sura yote ya tisa, lakini pia utasoma sura ya kumi mstari wa kwanza. Wakawekewa paja, Sauli akala paja, akala paja a, chakula cha mtu cha mwenye heshima. Wakati anakula ana, ana, ana, ana, ana lile paja asubuhi. Uh, Biblia inasema ndipo Samweli akampaka mafuta Sauli na wale waliomuona Sauli wakashangaa. Sauli anaanza kutabiri na anaanza kusema. Ngoja nikwambie, hapo ulipo, yamkini kuna kitu umekipoteza. Hapo ulipo, yamkini kuna kitu unakihangaikia, na wakati unakihangaikia hicho kitu, hata maombi yako yenyewe, ukiomba, unamwambia Mungu, ninaomba unisaidie unipate, nipate kitu fulani ili niweze kufanya jambo fulani. Ngoja nikwambie, uko sawa kabisa, uko sahihi kabisa, lakini ukisoma maandiko haya habari ya punda, sikiliza vizuri sana maana yake, wakati Sauli na Akish, baba yake Sauli, wanawaza punda wapatikane kwa habari ya maisha Mungu anawaza Sauli awe juu, yaani Mungu aliwaza kuwa juu zaidi ya wale punda waliopatika wanaotafutwa, wawe juu zaidi ya vitu vingine, wawe juu na wawe viongozi, wawe juu na awe mtawala. Mungu anawaza kuleta heshima nyumba ya Kishi, kuiletea heshima nyumba ile, familia Sauli anawaza punda A, akisha anawaza punda. Leo nina habari njema ya kukwambia, kwa habari ya wale punda unaowatafuta walishapatikana kwa jina la Yesu, lakini Mungu anaenda kukupaka mafuta ya kifalme leo, maana utakuwa mfalme kwenye familia yako, utakuwa mfalme kwenye nchi yako, utakuwa mfalme kwenye mji wako, utakuwa mfalme kwa jamaa zako, utakuwa mfalme kwenye kitu unachokifanya kama unalima utaenda kufanikiwa kwa namna ya ajabu. Kama unasoma utakuwa na akili kwa namna ya ajabu, maana Bwana ameniambia, kwa habari ya ule ugonjwa ulishapona kwa jina la Yesu Kristo. Kwa habari ya ile shida ulishafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa habari ya mambo yote Mungu alishakufanikisha kwa jina la Yesu. Leo ni siku ya kupakwa mafuta ya uponyaji, leo ni siku ya kuinuliwa tena, leo ni siku ya kubarikiwa tena, kama Sauli alitafuta punda, punda wakapatikana bila kuwaona alafu, na yeye akawa mfalme. Ameondoka kama mtafuta punda, amerudi kama mfalme kwa jina la Yesu. Wewe unaonitazama saa hii, ninajua unasumbuliwa na huo ugonjwa. Ninatangaza sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo, ugonjwa upone na baraka yako ije kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo, uwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Unachokihangaikia kimepatikana, na uwe na afya njema kwa jina la Yesu. Shika unapoumwa. Kama ni tumbo shika, kama ni kichwa shika kama ni miguu shika, lakini shika unapoumwa. Ninataka nikutangazie afya, nataka nikutangazie afya, lakini nataka nikutangazie baraka ambayo Mungu amekuwekea kwa jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji kwako, ninaondoa kisukari kwako, ninaondoa kansa kwako, ninaondoa magonjwa ya figo kwako, ninaondoa magonjwa ya moyo kwako, ninaondoa TB isiyopona kwako, naondoa ukimwi kwako, ninakutangazia uzima kwa jina la Yesu Kristo na kila kifungo cha laana iwe masikini ukuachie kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichosumbua maisha yako kikuachie kwa jina la Yesu. Ninatamka uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu, uwe huru kwa jina la Yesu. Mungu akuinua na kukutunza kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni mzima. Mungu wa mbinguni akubariki sana, Mungu wa mbinguni akuinue sana. Usisahau kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube. Uh, tafuta neno The Well of Salvation International Ministry utakutana na mimi, lakini pia usisahau kufuatilia mitandao yangu ya kijamii ikiwepo Facebook. Usisahau kufuatilia mitandao yangu ya kijamii ikiwepo TikTok, utatafuta tu Pastor Justine Kikando, utakuwa umenipata. Mungu wa mbinguni akubariki sana na uende kwenye hatima yako. Ufanikiwe, uinuliwe, ukombolewe kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa wewe uko huru katika jina la Yesu Kristo. Amen.